kwenda kuwa mtu ambaye na heshima zangu watu wanaheshimu na waniamini, na ndio maana leo <coughs> hii hey, nimeaminika mpaka naingia kwenye bunge. Hongera sana mzee wangu. <coughs> Yeah, Mungu atakujalia na tuko pamoja. E, watu wa, saa, Babalevo akishakuwa tu, hakuna cha akishakuwa, niko na mzee wangu, lakini hapa ninaye dada yangu ambaye tumbo moja baba mmoja mama mmoja, yeye ndio wa kwanza, yeye anaitwa Leticia Chipando, yeye ni mtendaji wa mtaa kule, ni kule wa wapi kule Kitunda, Kitu eh? Kwa mara ya kwanza umeingia bungeni, mlikuwa mniamini kwenye familia, lakini mimi <laughs> ndio nimekuleta huko mimi <laughs> ndio nimekuleta huko <laughs>